Mnaloga sana. Mnaloga sana. Bwana, hey. Hey, hey, e kutokea hapa KMC Complex. Niko na Uchebe lakini pia vile vile niko na Dadi Mawigi. Njo hapa tuzungumze mawili matatu yanayokuwa yakihusiana na michezo na burudani. Nikwambia kwamba JKT Queens wamewashenyenta wa mablaka. Uongo. Ah, sisi hatujafungwa na JKT, tumetolewa na penati, umenielewa? Lazima mjue kutofautisha. Wangetupiga kwenye dakika 90 tungesema wametufunga, sio ila kwenye penati wametuondoa kwa utaratibu, umenielewa? Na hapo eh, lakini tumezicheza hizo. Eh, nimezicheza, umeona tukana tunishiana msuli, na kuna penati moja makoro kwinyo ndo amehusika ile penati, imeingia umenielewa, imeingia kwa nguvu ya makoro kwinyo niliona kuna mganga mmoja alikaa kwenye kona ile ya golikipa na, wow, na hapa wanjani amuonyeshi hivyo vitu vipi tena eee. Mimi Yanga leo hata kama nimetolewa kwenye nusu fainali sijatolewa na JKT. Walionitoa mimi ni Simba, wameogopa, wameniogopa. Ningeenda mi fainali ningewafunga, wangejitetea wapi? Maana kwa wanaume tunawafunga tunavyotaka. Kwa wanawake wafunga msimu nani kwenye msimu uliopita? Hatukuwafunga. Eh, hatukuwafunga. JKT ndio alikuwa bingwa. Simba tukawafunga. Simba tukawafunga? La, tuzum... Simba Queens hatukuwafunga. Labda, labda tuzungumze kitu kimoja. Yeah. Unajua sisi Yanga sio Dar es Salaam, Yanga Africans mpaka Yanga Queens. Ukizungumzia kwa Tanzania hii unazungumzia timu kubwa sana. Alafu kitu kingine, unajua kwambia kitu kizuri, tunaangalia soka la ndani na nje ya yeah. Tanzania hii. Mnaelewa? Kwa nini tunalichambua tunalichambua soka kama sambusa za nyama? Kwa nini tunalijua boli, tunalijua soka kama ukiangalia leo mpira kwa asilimia tisini na... tuachie tano. Tano. Tano. Tano. So, tu, tu wao tisini na tano Yanga akapiga mpira mwingi sana, tumekosa magoli zaidi ya matatu mnaelewa? Lakini ni mpira kwa sababu mpira na matukio haya matatu: kushinda, kufungwa na kudraw Zile nafasi sisi sio zilikuwa za kukosa, umenielewa? Kuna mganga wa kolo alikuwepo pale, alikuwa anazuia na alikuwa anaomba kabisa kwamba Yanga Princess isikutane na Simba, ingekutana inge Simba Queens. Simba Queens angefungwa. Hebu imagine tunawafunga kwa wanaume, tunawafunga kwa wanawake under 20, under 17, under 15. Wangeongelea wapi wa? Sisi tuna kikosi kipanda kwanzia chini katikati mpaka juu. Yanga leo tunavyoizungumza braza, hey. Tunazungumza Yanga, FIFA. Hey. Yanga? Hey. ya FIFA Yanga ya FIFA. Sasa tunaogopewa kila sehemu, kila sehemu ukienda FIFA tupo. uh -huh. Yani leo unavyozungumza England Ulaya. uh -huh. si wapi nipo Yanga nipo leo hii. uh -huh. Unaenda kafu Afrika nzima na tawala haya. Simba angezungumza wapi Simba angezungumza wapi? Ah, laba laba laba nizungumze kitu kimoja. Ni timu kubwa. Ah. Timu kubwa kwa lipi? <laughs> <laughs> <coughs> <gani>, <laughs> <Meskia. laughs> kwa ubora ubo gani? Ni Afrika namba 5. Ngoja, ngoja na labda ukubwa wa mashabiki usifie mashabiki bora. Nasikia. Na hapo umesikia? Unajua wa mashabiki bora kwa kumoa viti. Eh. Na ushirikina. Hayo ndio tutasema mashabiki bora. Ila vinginevyo. Hamna. Ngoja nikwambie. Timu bora kwa ya tano kwa bora barani Afrika eti, uh, inashindwa kusoma CV. <laughs> <laughs> mnatuletea kocha mtabangi <laughs> kocha kwenda naye kitamba cheupe kocha <laughs> la <laughs> bata tu tazani aliliu vibao vibao vya nini? kuna mungu moja, ngoja, kuna movie moja ile, kuna movie moja nani? ndio maana nimepata jibu mm. kwa nini nani yule namba mm -hmm, alienda na mazombi pale kumbe mm -hmm. <laughs> hapo kwenye mchoro wa kocha <laughs> <laughs> okay, labda tuzungumze kitu kimoja labda <laughs> tuzungumze kitu kimoja, ndugu mwandishi, <laughs> unajua sisi tunataka Tanzania hii mpaka mtoto ambaye yes, anazaliwa kuanzia miaka mitatu sawa mpaka kuendelea miaka mitano, yaani akiulizwa Tanzania hii timu gani bora, timu gani ambayo inapiga pasi nyingi, timu gani ambayo ina mashabiki wengi, na timu gani ambayo inacheza kwa uhalisia bora uwanjani, na timu gani ambayo yani kaida yao kubebwa, kaida yao <laughs> kusifiwa kwamba wao mashabiki bora, hazungumze. Unajua ifikia wakati yani mpaka aris unajua wewe mwenyewe nenda sehemu yoyote, hata ukienda nani, mgawani Yanga, ukienda si hotelini, ukienda wapi, akishavaa jezi ya Yanga tu, kitambulisho tosha, wewe ni raia pepo, tunaruhusiwa. Umeelewa wewe, Yanga wapi ambapo hatupo? Labda labda nizungumze kitu kimoja. Leo tumecheza game hey. Tume, tumepoteza tumepoteza, tumepoteza, lakini sio kama tumepoteza kwa kufungwa hey. kwa ajili ya kutolewa katika matuta matuta, haya na mwenyewe kwa sababu hata ukiangalia Ulaya kuna timu ambazo zinajua, lakini bahati mbaya karati inakuwa kwa timu pinzani ile, inakuwa kama ni risk. Lakini ningependa kuipongeza benchi la ufundi, ningependa kuwapongeza wachezaji wote wa Yanga Queens, na ningependa kumpongeza rais wetu Engineer kwanza kwa kuchaguliwa. Mnelewa kwa nini? Mwenyekiti Uwa wa FIFA kamati mm -hmm, ya utendaji mm -hmm, vilabu vyote duniani vyote sasa, yani mpira wa miguu tena tu, tueleweke vizuri hey. Hey. Hatuzungumzi zile nini zile palata, palata, zile palata palata palata palata si ufukweni eh, hatuzungumzi hiyo unajua eh. Tunazungumza soka la miguu la miguu Tanzania, yaani hapo eh. Unaweka wanawake wamo wanaume wamo mpaka <Wumbaga>, vijana wamo <laughs> lakini, labda nizungumze kitu kimoja, unajua Yanga ndio inaubua vipaji vya timu ya taifa yes, kwa sababu ukiangalia katika wachezaji ambao wameitwa timu ya taifa, ukiangalia wachezaji karibia ishirini <HU>: mm wametokea Dar es Salaam Young Africans. Kwa nini? Yeah. kwa, kwa sababu wamekaa chini wametathmini na wamepata ukweli kwamba Yanga ina wachezaji ambao experience, ina wachezaji ambao wana akili timamu, ina wachezaji ambao wana uredi wa kujituma kwa hali mm. na mali kuitetea Tanzania. Lakini yote kwanza, ningezungumza kitu kimoja, unajua, ifike wakati nyinyi nyinyi ndugu zetu waandishi wa habari. Cha kwanza ningewapongeza kwa kazi kubwa mnayoifanya na cha pili Yaani ifikie wakati sasa hivi msipate JKT wanaondoa. Ah, JKT wanaondoa mabingwa. Eh, hao ndio mabingwa kwa familia. Familia. Haya. Bingwa. Bingwa, bingwa tena. Kama hujamfunga Yanga huwezi kuwa bingwa. Kama hujamfunga Yanga huwezi kuwa bingwa. Huwezi. Msimu uliopita kwenye ligi JKT alitufunga. Unakumbuka? Tukamwambia unaenda kuwa bingwa alikuwa bingwa au kuwa bingwa? Alikuwa bingwa. Haya, leo ametufunga hajatufunga anaenda kuwa bingwa. Alafu ah, kuna kitu nimenoti <laughs> unajua, anakwambia siku zote ni bora bora upigwe. <laughs> Ana, Ana, Ana, <laughs> kuna yule msemo anakwambiaje ni heri upigwe na mtu ambaye wa pembeni kabisa, umeelewa, ambaye hata kwa hana faida kuliko kupigwa na yule mtu ambaye kila siku anakuwa na faida kwako. Leo hii walikuwa wanashangilia wanafurahia mm, sisi kufungwa na nani na jegeti <tutu> kwa sababu kwa, kwa ingekuwa fedheha mleo hey! Inge, ingetokea kwamba sisi tumeshinda kwenye penati sawa, wallahi na hapa uwanja silikuwa free, umeelewa mm. Ungeona mashabiki mmoja mmoja kuhesabika hey! Kwa sababu kwanza sisi sisi tunge yaani, tunge tunge tunge, nafikiri tunge piga pilau siku hiyo, tungesema watu wote waje, kiingilio bure kama ilivyoelekezwa. Watu wange wange kuja, wange kula. Unaenda mbali, unajua, unaenda mbali, ungepita sisi. Kwa je nini huyu? watu wasingeleta timu kwanza. Nimemwona <laughs> kaka zangu, nimemwona kaka zangu, kaka

Jeketi bingwa tena jeketi bingwa. Ngoja kwanza niwe ni mbea. Na jamani maisha ya Simba ni magumu yaani blaza kutoka kocha wa Simba Kunzi sasa hivi ana kispaso vile. Kipa kipashovile atakuja baba hard laba amiliu <laughs>